Miongoni mwa mitaa hiyo ni eneo la Mbopo ambapo mgogoro wake unahusisha wakazi hao na Shirika la Maendeleo la Jiji la Dar es Salaam DDC li likiwa na ukubwa wa zaidi ya ekari elfu tano ambapo inadaiwa kuwa zaidi ya watu elfu kumi wanaishi kwa sasa. Eneo lote ilikuwa pori, pori kabisa. Kuingia huku ilikuwa mtafute mtu awe napanga, na panga ndio weza kuingia huku ndani. Sisi tunavyoitwa mavamizi maeneo haya tumeyanunua kutoka kwa watu ambao walikuwa wametutangulia eneo huku uh, miaka hiyo. Sasa wanaanza kuingia kwenye maeneo wanapima bila ridhaa yetu. Wakikukosa nyumbani au wakupata nyumbani, hawahitaji kujua eneo lako limeanzia wapi limeishia wapi, wanachukua la huyu wanachanganya na la huyu DDC. Wanakuja kwa namna kwa namna, kama watu ambao, kama tuna vita kwenye mtaa wetu, kama watu wanawavamia sisi, kama, kama ni maadui zao, wanakuja na mabunduki wanakuja na silaha nzito, yaani ukizungumza chochote wanakukamata, wanakukamata wanakutishia. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni akaeleza juu ya swala hilo, shirika hilo la DDC lilinunua na kumiliki eneo hili la, la mabwepande katika miaka ya 1980 huko mwanzoni, na wana hati. Wananchi wale hawataondolewa, lakini hawataachwa pale wakae bule kabisa gharama hizo za ununuzi wa ardhi zimeshushwa sana, watalipia fidia hayo maeneo kwa gharama ya chini kabisa. Jambo hilo limeibuliwa bungeni na mbunge wa viti maalum Halima Mdee na waziri wa ardhi akatoa majibu. Eneo hili ama mitaa hii saba niliyokutajia ambayo yanaingia kwenye jimbo la Kawe na jimbo la Kibamba, katafute ufumbuzi. Hali za wananchi ni ngumu tunavyozungumza. Juzi tumekaa na wazee wale, ni waahidi na mheshimiwa mbunge wa jimbo rafiki yangu Mtemvu, tutahakikisha tunafika kuweza kusikiliza pande zote mbili, tuone tutatue changamoto hili, si tu kwa Mtemvu, hata kwa mheshimiwa waziri wa uwekezaji, mheshimiwa Kitila Mkumbo, ambayo maeneo haya yameingiliwa na tayari. Mheshimiwa naibu spika, kuna nyumba zaidi ya laki mbili katika eneo hilo. Katika mwaka wa fedha 2025 2026, Wizara imejipanga kutatua migogoro ya ardhi zaidi ya elfu tatu. Rebeka Mbembela, Azam News.